Naam, mtazamaji, tuanze na, na vidokezo ambapo maafisa wa upelelezi kaunti ya Nyamira wamefukua mwili wa mwanamume aliyeuawa na kuzikwa kwenye boma lake pasi na familia yake kujua. Polisi wa kitengo maalum walifika kwenye boma la Meshak Mainye Miaki na kuanza shughuli ya kufukua mwili unaoaminika kuwa wake. Meshack amekuwa akitafutwa kwa zaidi ya wiki mbili na polisi ambao sasa wanajaribu kutegua kitendawili cha kilichojiri na kusababisha kuzikwa kwake katika eneo hilo, tukio hili sasa likiwaacha familia yake kwa hofu wakisubiri matokeo ya uchunguzi na kukamatwa kwa wahusika. sireu kubwa ati walimwega tu Shimo ya futi mmoja na nusu hivi ama mbili. So tukaona mkono umetokea na harufu ikatoka. Hapo tukaona tumbo, tukaona miguu kiasi. Sasa tukasema, yes, huyu anaonekana kama i, i, i, mwili ni ya, ya binadamu. si labda ndio huyu aliyetenda tendo hili la kumuua ndugu Mainye na kumzika. Ni chambo ambalo ni mbaya sana sisi kama Wakristo. Na tena ni mbaya sana katika serikali yetu ya Kenya.